Mlango e, okay, yeah, Ya Mandonga mtu wa wa kazi hapo. Ndio unaenjoy, unajua. Yaani sio poa kama kama kama nimekupiga nikupiga tu. Mandonga, ndio wakati wangu. Ndio maana nawaambia wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Watu kama designer wanasema Mandonga, eh, anatakiwa kupigana sana nje huku, ndani tushamalizana. Yaani, uko nje, kwa nini tunashindwa kufungua mlango? Ah, yaani unasema sisi zote mm. hamna mlango unaweza kuufungua kama sio wako. Utaweza kufungua mlango ni wako mlango wa jirani yako hauwezi kuufungua bila kuufungua jirani, mm. Ukifungua yeye ni mharibifu mm. Ndio maana wanasema siku zote ukao ukijua kabisa kuna kula na kuna kukaa na njaa. Sasa mm. Hivyo vitu haviviji wa kwa wakati mmoja, vinakuja vinatofautiana. Wakati utakuwa umeshiba, alafu na wakati utakuwa na njaa, utakumbuka ile shiba uliyokuwa umeshiba okay. Kwa hiyo mimi Mandonga mtukazi, kwanza sija yaani, sijazamilia kichochote katika nchi ya Tanzania yani bara la Afrika, nchi ya Tanzania, Ulaya wala wapi hmm. Mimi Mandonga ni mtukazi, mtu wa kazi. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi, kokote ninapotokea kazi yangu inaelekea huko

Ni si, sio kama sitaweza au sio kama sitaweza, hapana, lakini inategemea Mandonga mtu kazi, ni ajira yake ni kazi, yaani ka, fani yake ni fani gani? Mimi fani ya bodyguard si huwa siwezi e, kwa sababu sijaipitia hiyo kazi na sijaiwa matakwa yake. Wapo wenyewe mabodi builder, niamba kama kuna rosmo ushababwana, wapo wenye kazi zao lakini, Mandonga mtu kazi, kazi yangu mimi ni masuala ya boxing, kama kuna matangazo, yani kitu ambacho hakina shida, aina yote mm. na mimi kuhusu Diamond Platnumz, yani sio kama kuongelea majungu wala fitina, ni mtu ambayo namkubali long time ago. Sawa, mimi ni shabiki wa Diamond Platnumz, sawa bwana, na sinaga maisha ya kushindana, kwa sababu mimi simi mziki sawa, mimi, mm. kwe, mimi kazi yangu kupigana tu, kwa hiyo mimi hapa nikiona jambo jema limefanyika, nasikia burudani kama wadogo zetu wanavyoibuka, kaja mdogo wetu mapenzi zia, tikisa kichwa kidogo. Kwa hiyo mimi ni vitu eh, ina maana Mandonga, mtu kazi, atabaki kuwa mtu wa kazi. Kama mtu ana kazi yake ya security gadi, aendelee kuifanya bila shida ulitika mwitikio uh, wa wageni mbali mbali lakini kuna wengi wanapinga wanasema ile show diamond ikachomeka chomeka toso sawa kwake eh. kama ingekuwa kwake ni perform muda mrefu kwani imekuwa hivyo wanadhani kwa nini chuki zinakuwa ni nyingi sana na uhalisia tumeuona ah uh, yaani unajua uelewa watu tofautiana kila mtu naye katika kuona ana uelewa wake e, eh, unaweza ukaona afu sielewe unaweza ukao umeona ujaona afu ukaelewa lakini mimi kama mimi mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi Eh ee, mimi nilivyosikia kama hivi Raymond amefanya hizo show zake London, amefunga London. Sina uwezo wa kupinga na sina uwezo wa kukataa kwa sababu ni kitu ambacho nimekiona kwenye Instagram nilipostiwa. Mimi sijafika London huko. Na ndoto yangu haijakamilika siku gani nitafika London. Kwa hiyo mimi nilichokiona kwenye simu yangu ndio kitu ambacho ninachokipokea na ndio kitu ninachokishabikia. Kwa hiyo mimi kama mimi Mandonga mtukazi siwezi kuweka utofauti juu ya hayo. Ila katika comment kila mmoja ana uelewa wake oh, na kila mmoja ana kitu alichokubali okay. Hivyo sasa, Mandonga, la mwisho eh, la kumalizia sasa kwa upande wa safari yako ya box, ni nicha kuambia Watanzania. Mimi nachoambia Mandonga mtukazi mtua kazi, Watanzania wote wakao wakijua kabisa Mandonga mtukazi mwezi wa saba tarehe tarehe kumi na sita Mandonga naudi kazini, naudi kivingine tena kwa spidi kali wajue kabisa muda wote na wakati wote shughuli hiyo haitakuwa kijijini, haitakuwa kichakani, bwana. Dar es salaam Tanzania, Mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi. na nakuja kumpiga mtu hapa kipigo kibaya, na hiyo ngumi nitaitangaza, sio muda na mrefu sana, nitaitangaza hiyo ngumi, wakawa wakijua kabisa hizo ni stopa stopa, huwezi <laughs> kusumbuka nazo kwa sababu bondia mwenyewe na machechali yake yote, hey, lazima alindwe na mbavu, hey. Kwa sababu mbavu jukumu lake ni ku self defense wewe usizulike usipate madhara na yote, oh, yeah. Kwa hiyo uwezi kuwapinga eh, anyaka a anabakia hivyo hivyo tu na nafasi yao waache, hawataki mm, tabu ina e, maana hao ni kazi yao kutugadi sisi tuishi vizuri na tusipate matatizo yote yote, Mandonga -ma yuki yeah. Kwako kwa ni mrahisi kati ya kati ya asemale ama asani Mwakinyo, ukiwekewa unasema huyu azungushi hata raundi mbili. Ah, kwanza tukiongelea Asi male, yani yanimi ndugu yangu yule ni mwanangu mwanangu mwanangu wa damu kweli sabu si yote kaburu yani e, wote sisi yani amigo wote yani sh e, lakini awawacheza waikokwa sio watu, watu, watu, sana, awa. Awa kokuwa, watu wa kutusumbua sana hawa awa awawacheza waikoka watusumbui awatumizi akili awatumizi chote ndo maana unaona maisha yao wenyewe logo zao za ajabu ajabu tu, mara si mtu, mtu kachukua si nini, mara si mtu kapoteza nini. Maana lazima mama azikosa analia, hasa bodi mdogo kama mimi Mandonga mtukazi, knockout ya mama imenifikia mwenyewe. Uliona kabisa, mheshimiwa anasema kabisa, Mandonga kampiga mtu kioo kiera kachukua bingwa wa PSC kwa Mandonga na staili ya pewe, knockout ya mama. Na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano amesema la za zawadi mfikie Mandonga. Kwa sababu ni Mandonga ameweza kuipeperusha bendera ya taifa la Tanzania kwenye mchezo wa masumbwi wa, wengi walikuwa na masumbwi wafuatilie lakini Mandonga kasababisha kuelekea chachu wasiopenda wana ngumi wanapenda ngumi na ngumi imekuwa ajira kwa hiyo tumeweza kuchukua zawadi. Asa unasema mcheza baikoko. Mm. Analia hajachukua tuzo kwa mama. Asa unasema mcheza baikoko ni nani? Ni mcheza baikoko anajitambua wenyewe. Yupi sasa? Au watoke Tanga wanajua wenyewe. Kwa sababu baikoko koko ndio ilikuwa hiyo. Mwakinyo ni mchezaji wa baikoko? Haa, yaani Mwakinyo si ndo nani, Mwakinyo? Anatoka Tanga. Haa, yaani sijamfahamu bado yeye. Lakini najua wachezaji wa baikoko ndo wapo Tanga. <laughs> Mchezaji wa baikoko anazungushi hapa. Aya, ni kwa Mandonga, mtu kazi, mtu wa kazi. Yani ni mchezaji wa mikoko, kwa ngumia watoboi na watambi, na nitaendelea kutawala na yema milele, kwa sababu mimi asili yangu, asili yangu yani kabulu nyumbani Morogoro. Kwa hiyo kaka, kijua kabisa mimi nikaa kwenye milima ya Kiruguru. Kwa hiyo usiende dalao na kazi wa, wa Waluguru wa milimani. Elimana eh, hata si tucheze mikoko, mwana vita, vita, vita Morogoro na, na Tanga ya unadhani itaisha kwa mdomo? Chapu kwa haraka tunaimaliza finishing wakati wote, muda wote. Hela wala nini, eh. Hiyo free boat tunapita nao tu. Asa, nyumba mganga, nyumba mcheza baiko wapi na wapi? <laughs> Nimekuambiaje? Hakuna waimba talabu kule. Nimekuambiaje? Sio ananisikia. Ujumbe huu una utaarifu mimi ukinipiga <laughs> kofi moja na kupiga makofi matatu, eh, kwa sababu kwa nini unipige kofi moja? Mm. Kwa hiyo mimi nachokuelekeza, lazima ukizingatie na ukielewe ina maana, ina maana nikiongelea mambo ukimtelea za yumba na ile sehemu unatokea wapi? wadhamini wakubwa sana Mafia Boxing ni watu watu supporti kwenye mchezo wa ngumi tukimtaja, yeah, yeah. Mafia ni mtu ambaye anatu supporti kiasi kikubwa zaidi. Nimecheza Tanga Alibaba Talimo, ambao Talimo, kwa hiyo ni mtu ambaye nawashukuru sana Mafia Boxing. Yeah, yeah. Kijua kabisa wanasema hivi, ukiona ujui ndio ushaanza kuelewa, na ukiona uelewi ndio ushaelewa tayari. Mandonga mtu kazi, ni mtu wa kazi. Ukinipiga kama nimekupiga, nikupiga, nimekupiga tu.